Ukaanze maisha ya kupambana mpaka mpate pesa mkiwa pamoja na mumeo. Allah, nimemaliza yangu. So, ni haya sawa. Mama, unaweza kutuliza hasira. Nafikira kwamba tulioko hapa wote ni watu wazima na umeshaongea, umeeleweka. Kikubwa tu ni mwenzangu kuchukua jukumu la kuchukua kilicho chake na tukaweza kwenda nyumbani na pia ni kuahidi hili, hili swala litojirudia tena, maana sizani kama uliloliongea hapa hakuna mwenye ambaye hajalisikia. Asante Mama Loveness, nafikiri tunaweza tukaenda. Yaani wewe sio unyonge mdomo tu nyonge, hata singo mpaka ufe hapa kwangu unaondoka. Sorry Shani, sijaelewa maana tulishakubaliana kila mtu alale kwenye chumba chake, so sijajua umefuata nini? <tune> Leo nikobwati sana inahitaji kampani yako, ah. ah. Asijakuelewa. Ya kampani kivipi? Mwanaume nilimkabidhi funguo ya mwili wangu, tayari nimeshamsahau. Aimama wangu, nimekuletea tunda ulimenye kwa mikono yako yote miwili na ulile unavyotaka. Action. Mwili wako ni wathamani sana. So please, be easy. Wait, wait, please. Na kuhusu ilotunda sidhani kama nitaweza kulila, maana bado alijaiva na hata udondokaji wake kutoka kwenye huo mti sio wakati wake sahihi. Mwanaume wa kweli haongei sana kama mtungali. Wayo, tayari nimeshaandaa vinani kwa ajili yetu, twende. Odi odi, karibu. Asante. Karibu. Asante. habari yako? Salama. ah. Samani, nilikuwa namuulizia Chacha, sijui nimemkuta. Yupo. Baba Jay? Naam. Kuna mgeni huko? A anakuja. Chacha ni nini hiki? Nini kinaendelea? Kwa hiyo we una mke, si ndio? Na, na mna mtoto. Kwa nini li uliamua kunidanganya? Mbona mimi sikukuficha chochote? Kwa hiyo <laughs>

Mwanangu wangu kwanza, nimefurahi kuona na mwezio mpo kwenye furaha sana, na bila shaka utakuwa umeelewa kwamba mamako iko ndo kitu ambacho nilikuwa nataka, but aliyoko mbele yako ni kijana fulani hivi wa mtaani amekuja home amenishtua, so nikaona si vyema kuchukua maamuzi bila kusikia sauti yako. Mwanangu, unaongeaje kuhusu yeye? <laughs> Shani, kijana alao mbele yako anasema anakufahamu tena zaidi, yani ninavyokufahamu mi mama yako. Je, binti yangu kipenzi, kuwa muwazi mbele ya mama yako na mume wako, na naomba unijibu kutoka ndani ya moyo wako. Shani, huyu kijana aliokuwa mbele yako anadai wewe ni mpenzi wako. Je, ni kweli Body? Saizi, karibu shemeji. Asante, karibu sana ndani. Sana, asante sana shemeji yangu. Ah, hivi shoga yako Nisha nimemkuta? Ah, Nisha hapana, nitoka na yeye pia. Sawa. Unajua shemeji wakati nilivyokuwa na kutazama nilikuwa na kutazama kwa wasiwasi wasi sana, na baada ya leo kukuona upo kwenye mwonekano huo nikahisi kabisa kuwa dhahiri, e, mboni za macho yangu zilikuwa zinanidanganya. <laughs> Kiukweli shemeji, kwanza umependeza sana. Asante sana, nashukuru. Unajua, kuna wakati nilikuwa napatwa na changamoto na bado changamoto zinaendelea kunipata, nikawa nahisi kuwa kuna wakati unaweza ukajihisi uko sehemu sahihi, kumbe sio sehemu sahihi kwa upande wako, ila ipo sehemu sahihi ambao ukiwepo hapo, basi utapata furaha ambayo wewe unaitarajia. <laughs> na hiyo sehemu sahihi unajua shemeji. <laughs> naweza nikazungumza hili lakini usinielewe, lakini ukinisikiliza kwa makini na ukiamua kuliruhusu likuingie kwenye kichwa chako, basi utanielewa zaidi. Na kinachonifanya nizungumze hili ni msukumo kutoka ndani ya moyo wangu. Yaani nikiwa na maanisha hisia kim, kiukweli kweli nakupenda sana. Simfahamu. more than pain, more than pain. We, una mahusiano na nini? Hivi ukijiangalia juu mpaka chini, una hadhi ya kuwa na nini? Mbona unataka kunidhalilisha? Unataka kuikosea familia yangu? Kwanza tangu nimezaliwa kutoka kwa mamangu, ndio kwanza nakuona na kuona leo, na unaivunjia heshima ndoa yangu, tena mbele ya mume wangu. Kwanza tangu nimezaliwa kutoka tumboni kwa mama yangu sijawahi kumwona mtu kama wewe. Leo hii unaletwa hapa na mama yangu, eti unasema una mahusiano na mimi. Like, serious? bila shaka ulego unamhitaji kumwona ni uyu na macho yako sio kipofu na masikio yako yanasikia pia, so hakujui, hajawahi kukuona kukusikia, wala kukushuhudia. Mtoleo takataka, maskini. <coughs> <coughs> Ulikuwa ukinitumia tu kama chombo cha starehe kwako, si ndio? Ni mambo mangapi ambayo ulikuwa ukiniahidi? Vitu vingapi tuliongea mimi na wewe? Uliniahidi kwamba mimi ndo mwanamke wako wa pekee na utanioa. Haya, nini hiki sasa? Mm-hmm. Asante, Asante kwa hili Zarina. Ulinijia kama mwanga katika giza langu, lakini mwangaza huo haukuwa wa kweli ulitokana na tamaa na sio upendo wa kweli. Nilifurahia uwepo wako, lakini sasa natambua tulikosea. Sote wawili tuliwatenda waliotuweka mioyoni mwao kwa aminifu, lakini hii lazima ikome hapa. Najua unaumia kama anavyoumia, lakini tukishikilia huu moto tutaunguza hata wasiokuwa na hatia. Samahani kwa sehemu yangu katika mkanganyiko huu. Tafadhali tuachane kwa amani. Baba Johnson, huyu ni nani na ni kitu gani unachozungumzia hapa? Huu ni wakati sahihi wa kuimarisha familia yetu, acha upepo wa shetani upite. Mwanzo sikujua mapenzi, kumbe mapenzi. Mapenzi ni kama kamari, kuna kupata na kukosa. Oh, mapenzi, imani, nilichokiamini kumbe sicho nirizani najenga oh, oh, oh. Kumbe na zidibo Manu. <laughs> Kumbe wewe hauna akili kiasi hicho? Hivi ndio umekosa heshima kiasi hicho, mpaka leo unakuwa unaamua kunitusi mimi, si ndio? wewe ni shemeji yangu, Nisha ni rafiki yangu, alafu leo hii unakuja kunitongoza mimi? Una akili timamu kule kichwani mwako Hakimu? hakuna haja ya kuwa mkali, labda nikwambie jambo moja huwezi ukauona msitu ukiwa katikati ya msitu. Ili uone msitu kiufasaha zaidi, lazima uwe nje ya msitu, na mimi niko nje ya msitu, na msitu wenyewe ni wewe kima. Naomba nijifiche, hebu nitolee pumbavu wako wewe. Mbona unakuwa fidhuli kiasi hicho? Wewe umekosa heshima manyuka, Umejisaulisha kabisa mimi ni shemeji yako, na hapa unaongea na, na shemeji yako, si ndio? Tafadhali tusivunjane heshima, na muheshimu nisha na kuheshimu na wewe, tafadhali mani. Kuna wakati mafanikio yakija kwa upande wako, sio lazima uangalie wa nyuma, unajiangalia wewe kwa nafasi yako. Haya maneno ninayoyazungumza mimi yanatoka ndani ya, ya moyo wangu, na siyazungumzi haya kwa bahati mbaya. Nazungumza kwa kumaanisha kim na kupenda kweli. Nipe nafasi, uone nafasi ambayo nitakayokupatia mimi kwa upande wangu shimiji yako itabaki kuwa hivyo kama nilivyo kuheshimu siku zote, naomba uniheshimu na hapa pia na naomba leo iwe mara ya kwanza na ya mwisho. Utakapoendelea nitamfikishia Nisha habari zote okay. Habari zenu. Salama. Mbona umechelewa hivi? Yani wewe, acha mizunguko hapa na pale, nimechoka. Ah, wewe tena, mimi sina usemi sasa. Jamani, ngoja mimi ni waache kidogo Ninae eh, <laughs> Yaani kila ukituona tu ndio unadhani mechi zinaanza jamani? <laughs> <laughs> Hey, nisha hapana. Nyie ni wapenzi, natakiwa ni wape uhuru mfanye mambo yenu. Hapana. <laughs> Hmm, bwana. <laughs> <laughs> Jamani haya bana wape natoka kidogo maamji maana shemeji alivyoingia mara kwanza, nikuanajianda itabidi nimsubirie kidogo kwa ajili yako mm. <laughs> <laughs> <laughs> Haya, ngoja mi niwaache kidogo basi <laughs> <Ah, shemeji> basi shemeji <baadaye. laughs> <laughs> baadaye, usijali shemeji. mshogangu oye mimi niishie hapa, sema umenifurahisha kitu kimoja. Umejua kujiongeza shogangu, maana nilikuwa nawaza huyu bwana alivyonipigia simu sasa niambia nalala. <coughs> Kwa nikasema shogangu ataenda wapi leo. <coughs> Kwa nikawaza nitakusumbua kama siku hii. Eh? Yani shogangu umejua kucheza kama Pele. Sasa nikwambie kitu shogangu mimi nitakupa hela, uende ukatafute sehemu yote ile ya kuenjoy, ili mradi tu uniache huru na shemeji yako, sio, unajua tena Utarudi kesho asubuhi, au unaonaje? Sawa, nimekuelewa ila, mimi sipendi ujisi mpoe. Shoga yangu asante shoga yangu, lakini kuhusiana na shemeji wala usiwe na shida. Kama unavyonijua shoga yangu, furaha yako furaha yangu, kwa hiyo nawaacha huru na shemeji, muenjoy. Ntakapochoka nyie, mimi tarudi lakini shoga yangu, kuhusu mavazi siko comfortable kabisa, yani sipo hai kabisa hapa. Ngoja nikabadilishe nguo, nikitoka nimetoka moja kwa moja kabisa. Ehe, hapo kwenye kuvaa sasa, uvae kama mwanamke, sio kodi zako zile za kiume. Mimi sipendi unavyovaa vile saa yani, hakikisha unavaa, unapendeza, unawaka mtoto wakiko una, una, una, una, wa una shine, si unanielewa? <laughs> usiniangushe kwenye hilo haya. Ngoja nibadilishe. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs>